Wanasema Jeffrey Epstein jeni more au the owner, lakini Jeffrey Epstein yeye siyo owner, sio mmiliki wa ile kambi yake kule cha Devil Island, kisiwa cha shetani. Pedophilia, wabakaji wa watoto, cannibals, walaji wa nyama za watu, repisti wabakaji Leriti, mabosi wanajiita Jews wakatengeneza mifumo mibaya katika maeneo ya ulimwengu, kuwachukua watoto wadogo na kuwasafirisha kialamu, kuwatendea matendo ya ubakaji na unyanyasaji. Leo saga lina, wanye, lina tafuna wenyewe, huu Jeffrey Epstein mzaliwa mwenye asili ya Kiashkenazi Jews anaosaidiwa na Rothschild family pamoja na wale wanaokaa katika, katika mji unaoitwa Vatican. Hawa ndio wanaoendesha mambo haya, wanasema Vatican na Satanic Island au Pedophilia Island ya Jeffrey Epstein, mali lago makazi ya bwana anajiita Donald Trump, President of United States of America. Hawa wote ni wabakaji, wezi, wanyang'anyi wa ongo, ndio anayefanya dunia, watoto na wamama waliye kilio cha machozi ya damu otepu nyaraka mpya ambazo zinasambaa kwa kasi zime weka wazi hivi karibuni kuhusu mfanyabiashara na mwalifu wa makosa ya kingono wa Marekani marehemu Jeff Epstein zimeibua madai ya kuwepo kwa uhusiano wa kifedha kati yake na aliyewahi kuwa rais wa Zimbabwe hayati eh, Robert Mugabe. Kwa mjibu wa nyaraka hizo, mawasiliano ya barua pepe mwaka 2015 kati ya Epstein na mjasiriamali wa Kijapani Joe Ito yanaonyesha kuwa Epstein alipendekeza mpango wa kukutana na Rais Mugabe. Lengo la mpango huo ilikuwa ni kuzungumza kuanzisha e, sarafu mpya ya Zimbabwe kufuatia kuporomoka kwa e, dola ya nchi hiyo kutokana na mfumuko wa bei uliokithiri. Nyaraka za shirika la upelelezi la Marekani FBI za mwaka 2017 zimeongeza uzito wa madai hayo kupitia chanzo cha siri. Chanzo hicho kilidai kuwa Epstein alikuwa akifanya kazi kama meneja wa utajiri wa viongozi wenye ushawishi mkubwa duniani, akiwemo rais wa Urusi Vladimir Putin na Robert Gabriel Mugabe. Hata hivyo, hadi sasa, madai hayo bado hayajathibitishwa na vyanzo vingine huru na sheria, vikibainisha kuwa kutajwa kwenye faili la Epstein si udhibitisho wa kisheria wa kufanya makosa au kushiriki katika uhalifu. Robert Mugabe, ambaye alifariki mnamo Septemba mwaka 2019, alikuwa na umri wa miaka 95 huku Jeff Epstein ambaye alifariki mwezi mmoja kabla, yani Agosti ya mwaka 2019, alifariki akisubiri eh, kuhukumiwa katika kesi ya biashara alamu ya ngono. Kulingana na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, hakuna tamko rasmi kutoka upande wa familia ya kiongozi huyo aliewai aliyetawala Zimbabwe kwa miongo kadha tangu uhuru wa nchi hiyo ya, ya, ya Afrika. Naam, ni taarifa kuhusu e, nyaraka za siri ambazo zinaendelea kuvuja za mtu maarufu sana nchini Marekani, Bwana Jeff Epstein ambazo zime onyesha kwamba aliwahi kufanya mawasiliano na kiongozi wa muda mrefu wa nchi ya Zimbabwe.